Katiba inasema rais akifa, makamu anaapishwa kuwa rais. Kwa hiyo tarehe 19, siku mbili zijazo, rais Samia alitangazwa kuwa rais kuchukua nafasi ya John Pombe Magufuli. Na kama mnavyojua, John Pombe Magufuli alikuwa na kauli mbiu, anasema hapa kazi, hapa kazi tu. Sasa Samia Suluhu Hassan alipochukua hakutaka kuacha neno kazi, lakini akasema kazi iende. Hiyo ndio historia yote. Ya miaka mingapi yalipotokea hayo, kama kawaida ya wanadamu, wakawa wana sita, sita, hivi inawezekana nchi itakuwa salama miradi iliyokuwa imeanzishwa itafanyika, na kadhalika na kadhalika. Lakini leo tunapoongea hapa, unaweza ukauliza kazi imeendelea au haikuendelea? Kazi imeendelea, tena imeendelea kuliko ambavyo wengine tulidhani. Nitawapa mifano michache tu kudhihirisha kwamba imeendelea. Moja, wakati Magufuli anaondoka duniani alikuwa ameanzisha ujenzi wa reli ilikuwa imefika Morogoro, lakini ilikuwa haijakamilika. Rais Samia ameendeleza ujenzi wa reli ya kati, sasa imevuka Morogoro, iko Makutupora, Singida. Reli imekamilika haijakamilika, lakini imeendelea mpaka imefika Makutupora. Leo Dar es Salaam na Morogoro imekuwa karibu sana kwa ajili ya reli. Sasa nauliza kazi inaendelea, ikuendelea? na kila mahali kuna mkandarasi ile reli. Baada ya uchaguzi mkuu na baada ya miaka miwili, reli itakuwa imefika Tabora na itakuwa imekaribia Kigoma, lakini itakuwa nafikiri inafika Mwanza. Kwa hiyo kazi ile iliyoachwa imefanyika. Kazi nyingine ambayo aliachiwa ilikuwa kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere la umeme, wewa la umeme limekamilika kwa asilimia mia ingawa alirithi likiwa asilimia thelathini. Sasa swali ni kuwa kazi imeendelea, haikuendelea? Tulikuwa na matatizo ya umeme na mgao. Sasa kuna mgao? Hawa, hakuna. Kuna matatizo bado ya miundombinu, umeme unaweza katika hapa na pale, lakini hakuna mgao, kwa sababu nchi ina umeme wa kutosha. Sasa hayo ni mambo ambayo yamefanyika.